Amina. Majina yako naitwa Ana ivi ako sawa. iliabatana yako anaitwa Juliet ni mtoto wa dadaangu sawa. Na mshukuru Mungu kwa kila mipana kwa Juliet jet eh. Juliet anaishi Mwanza sawa, mwezi wa kumi na mbili alimujalikizwa huku Katoro kwa mama ake wakati kwa anarudi eh. kwa ajili ya kuendelea na masomo yake sawa. Ilitokea akiwa kwenye usafiri, darajani pale, darajani sisi sawa. Mtoto alitoka vizuri Katola, alikuwa hana shida yoyote, lakini alipofika pale akaanza kuugua kwenye daraja. Ndio alipofika tu pale ziwani akaanza kuugua, mwili wote ukaanza kuuma mle ndani ya gari, yani akashindwa afanyije, maana alikuwa peke yake tu kwenye usafiri e. Ilikuwa ni msafiri gani kwa peke yake? Sasa yani, hakuwa na mtu mkubwa, alikuwa yeye kama yeye, sawa. Kwa hiyo alipata shida sana pale. Alishukia Buongo, wakampokea. Hata kutembea kutoka pale Buongo kufika nyumbani ilikuwa ni shida sana, walienda kwa na mkokota. Ipo ipo hali yake alikuwa nzuri kabisa, sawa. Kesho yake walimpeleka hospitali akapimwa waka, wakasema ana malaria <coughs> akapewa vidonge akaongezewa maji akatoka hospitali, hali yake ilikuwa nafuu kidogo, akaendelea na masomo kama wiki moja hivi sawa. <coughs> hali tena ikajirudia, akawa analisha na kutapika hata kwa siku mara nne. <coughs> ni kualisha na kutapika mtoto, hali yani hali yake ilikuwa mbaya sana, sawa. <coughs> Sio ya hospitali hii shida, inatakiwa maombezi. Niliwaambia nyumbani, walinielewa, lakini walijaribu kwanza hospitali, wakishindwa kule ndio warudi kandeua lijoabishi. Basi ilikuwa ni siku ya Alhamisi, tulituma nauli ili aje Katoro kwa ajili ya maombezi. Nilienda kumpokea stendi. Kiukweli, mtoto aliake alikuwa nzuri, joto lilikuwa juu sana, tumbo linauma, hawezi hata kula, alikuwa hana nguvu yoyote kabisa, hata ya kutembea. Alifika hapa ile jioni, maana alifika saa kumi na moja pale Katoro. Sawa, ile jioni nilimwambia mme wangu amlete hapo kanisani, alikunywa maji ya ulejesho tumbo likapona kabisa <tumbo> Hiyo siku ya Ijumaa pia, majira ya mchana, hali tena ikajirudia, joto likaongezeka kwenye mwili. Anasema kifua, yani sio tumbo tena, kifua na kichwa vimebana tena. E, kifua kimebana, kichwa kinauma, ndio kabidi tena nimlete hapa kanisani kwenye yale maombi ya usiku ya ukombozi na urejesho. Mama alimwombea Yaani, muda huo huo akifua hakikuuma, kichwa hakikuuma, akaenda kulala. Mpaka sasa namshukuru Mungu anaendelea vizuri, hata piki aalishi anakula, kichwa akiumi, tumbo aliumi. Namshukuru Mungu sana kwa madhabahu ya ya ulejeshi, situata makofi ya Stuta, Matofya, Mungu. <laughs> watu, kushakia, Yesu Wanayo na sasa alivyo ni Mungu amefanya. Ah.